Shirika la bandari Zanzibar ZPC limetoa punguzo la asilimia 80 ya tozo ya aridhia kwa bidhaa zote za chakula ndani ya nchi kupitia bandari zote zinazohudumiwa na shirika hilo pamoja na eneo la Ngalawa linalosimamiwa na ZMT. Akizungumza na waandishi wa habari ofisini kwake, mkurugenzi mkuu wa shirika hilo Akif Ali Khamis alieleza kuwa uamuzi huo ni sehemu ya juhudi ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kudhibiti ongezeko la bei za bidhaa muhimu lililojitokeza baada ya uchaguzi. Shirika la Bandari Zanzibar ZPC linatangazia kutoa punguzo la asilimia 80 ya tozo ya aridhia amayojulikana kwa maarufu kama wharfage, kwa bidhaa zote za vyakula zinazoingia nchini kupitia bandari zote zinazohudumiwa na shirika la bandari pamoja na eneo la Ngalawa ama dawshed linaosimamiwa chini ya Zanzibar multi purpose Terminal katika Lindi huu wa bandari yetu ya Malindi. Uamuzi huu umeidhinishwa na uongozi wa shirika la bandari ikiwemo ngazi ya bodi pamoja na management, uh, ikiwa ni sehemu ya juhudi za serikali ya mapinduzi Zanzibar katika kudhibiti ongezeko la bei za bidhaa muhimu za vyakula lililosababishwa ama lilojitokeza baada ya kukatishwa safari kwa kipindi cha ta takriban siku tano baina ya bandari zetu za Zanzibar pamoja na bandari za jirani za Tanzania Bara. Aliongeza kuwa zoezi hilo litahusisha bandari zote ambazo zinasimamiwa na shirika hilo. Hapa anafafanua: punguzo hili linahusisha bandari zote chini ya usimamizi wa ZPC ama Zanzibar Ports Corporation zikiwemo bandari ya Malindi, bandari ya Mkokotoni, bandari za Mkoani, Wete na Wesha kwa upande wa Pemba, pamoja na eneo la daushed ama bandari ya majahazi iliyokuwa chini ya usimamizi wa uendeshaji binafsi wa Zanzibar Multipurpose Terminal, na hatua hii inalenga kutoa nafuu kwa wafanyabiashara wa bidhaa za vyakula na kuimarisha upatikanaji wa bidhaa hizo sokoni na hatimaye kusaidia wananchi kupata unafuu katika bidhaa za muhimu za vyakula. Punguzo hilo litadumu kwa muda wa wiki mbili kuanzia siku ya Jumatatu ya tarehe kumi ya mwezi wa kumi na moja mwaka huu hadi tarehe 24 ya mwezi wa kumi na moja mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Kutoka Zanzibar Hashim Kassim, Daily News Digital.